Mmoja wa washukiwa kwenye mauaji ya itikadi ya kidini eneo la Shakahola yaliyotokea mwaka wa 2023, kaunti ya Kilifi sasa amebadilisha nia na kuwa shahidi wa serikali. Jaji wa mahakama ya Mombasa, Diana Mochache akiagiza upande wa mashtaka kuhakikisha kuwa shahidi huyo ameandikisha upya taarifa yake ya kukiri yaliyojiri msituni. Francis Mtalaki anaarifu kutoka Mombasa. Ndikia mingi sana. Enos Amanya, mmoja wa washukiwa wa mauaji ya Shakahola, ameamua kujitenga na wenzake na kuwa mmoja wa mashahidi wa serikali. Amanya kwa zaidi ya miaka miwili amekuwa akikabiliwa na tuhuma za kuhusika katika mauaji makubwa zaidi kuwahi kuripotiwa nchini. Sasa ameagizwa na jaji wa mahakama ya Mombasa Diana Mochache kuandikisha upya taarifa kuhusu kilichojiri na anachofahamu kuhusu mauaji ya halaiki yale wewe ulifanya mwenyewe, kama haleluya. Unaweza ongea pia ya wale yale ambao wengine walifanya, lakini si kusema wengine walifanya hivi na wewe hukufanya chochote, si ndio? Wewe ndo unakubali makosa, wewe ndio umeamua kukubali makosa. Sasa wakili wako amesema atakuelekeza uandike another confession, confession nyingine sasa. Jaji, uh, so Mochache vilevile vile ameagiza upande wa mashtaka ya kuhakikisha shughuli hiyo inakamilika hapo kesho. Upande wa mashtaka ulitaka muda zaidi ili kujiandaa. Awali afisa wa upelelezi unyango wande ameeleza mahakama jinsi kasisi mpotovu Paul Ndenge Makenzi alivyobuni utawala na kuweka kikosi maalum cha usalama kuzuia wafuasi wake kutoroka msituni Shakahola. Kulingana na afisa huyo, hatua hiyo ilichangia kwa mauaji kuongezeka msituni na hata kupata pesa zikiwa zimefichwa kwa kuchimbwa chini ya ardhi. Wasia na stakabadhi za washukiwa zilipatikana nyumbani mwa Pondhenge Makenzi.